Hii ni stori ya msanii mmoja ambaye alitenga muda kutuhadisia katika wazazi wake hao wili, baba pamoja na mama. Mama yake kwa bahati mbaya aliaga dunia, yani alifariki. Sasa kipindi yupo hai mama yake na kawaida ile ya majirani walikuwa wanampenda sana kiasi kwamba wakikaa kikao na mama yake, huwa wanamsifia wanamwambia, da mama huu mwanao ana nizamu huu mwanao ni mpole sana hapa mtaani. Lakini baada ya tukio lile la msiba, wale watu ambao walikuwa wanamsifia mtoto ule wakawa wapo tofauti sana. Wengine kafikia hatua wakaanza kumzushia kijana ule, wakawa wanamwambia, wewe huenda ndo umesababisha kifo cha mama yako Ikafikia hatua wakamwambia yeye atakuwa amesababisha kifo cha mama yake, yaani atakuwa amemokea atasumu amefariki. Sasa watu wa mtaa ule wakajikusanya, kuna kawaida watu wanakuwa kama kikundi au kijiji, wakajikusanya watu wale, baada ya mazishi, wakamchukua kijana ule, wakampiga sana, wamempiga kiasi kwamba utamani hata kumwangalia. Lakini ilipatia hatua, wengine wakamchukua wakamwambia, hapana, he, tuende kwenye kaburi la mama yako. Ufika pale kaburini, wakaa, bado wanampiga, watu ambao walikuwa wanapita pembeni walikuwa wanashangaa, huyu imekuwaje? Kwa nini ni mwizi? Sawa, kama ni mwizi, kwa nini wanampigia kaburini? Hasa watu wakawaelewa, bwana, wakawa wanaendelea kumpiga, wanaendelea kumpiga. Sasa ikapata nafasi dogo ule, akaambiwa, hem, mjitetee kidogo, unazungumzia nini kuhusiana na swala hilo?

naofanyiwnadzani umeitazama video hiyo. Kwa ule mtu ambaye amemsikiliza kwa makini, kuna kitu amekipata. Swala ambalo mimi najiuliza, msani huyu ambaye anajulikana kwa jina la Kowajaiala, noleji yake yauandisha nyimbo ile, kuna tukio ambayo lilipelekea hadi yakaandika au ni story tu ambayo imekuja na kitu kingine, ambacho ningependa kupata kwa mashabiki kuachia ujumbe. Wewe ambaye mzazi wako amefariki, je, hali kama hiyo umeshai kukutana nayo? Na vipi wewe ambaye mzazi wako hadi sasa hivi uko hai, aidha baba au mama? Kwa hali hiyo unakabiliana nayo vipi? Na usisahau pia kutufollow katika akaunti yetu Singeli Revolution. Ni mimi mtangazaji wako Six Trader, tukutane katika kipindi kijacho. Hala.